Mna akili gani za kipumbavu hapa? Mmekuja kusoma au mmekuja kucheza? Yaani e, mnashindwa kuonea huruma wazazi wenu si ndio? Baada ya kusoma, mnapoteza muda ya kuanza kupiga makelele na vitu vya kipumbavu kama hivi ina. inasaidia nini sasa? Sitaki kuona hii tabia inajirudia tena, sawa? okay, sawa. Today, we are studying about business. About business. About yes. Please come. Welcome. Good morning. Hello, Lydia. Yani tafsiri yake mimi ni mwanafunzi alafu wewe ndio mwalimu mimi nawahi kuja darasani alafu unaingia baadaye kuonyesha kwamba unadharau kiasi gani, si ndio? Alafu unakuja una muda ambao unaotaka wewe. Angalia mavazi ambayo umevaa, unakuja darasani umevaa kichupi. Unaifundisha nini jamii ambayo imekuzunguka huko mtaani? Watu wanaweza wakajifunza kitu gani kupitia wewe? Hivyo mwalimu, una shida gani na mimi? kama unataka siusemi, mbona unanitreat sana hivyo kwamba wewe, nguo sijui fupi? Mbona wanafunzi wengine huwajaji kwamba wamevaa nguo fupi, wamevaa nini? Ila mimi unanijiji sana. Sasa kama unataka siusemi, nataka nikwambie kitu, unielewe. Kama utashindwa kushonesha sketi nyingine, kesho usija hapa darasani, nenda kaingia katika shughuli yako ambayo unaijua sawa sawa, chinga <laughs> Sasa, sikia ni kwambie, hapa hakuna cha nywinyi wala nywinywinyi darasani. ntakuja tena kwa haya haya mavazi usimchangani bwana mwalimu alicho nifuraisha. Kama sijui usipokuja na hizo nguo utafute shule nyingine, utafute shule yako. Kilicho nchekesha sasa nunini? an Karibu, Peter. Wow. Safi kabisa, nimefurahi mekwenda na muda. <laughs> Michelle, kitu pekee ambacho kimefanya ni kuite hapa siku hii ya leo. Kuna vitu viwili ambavyo mimi navihitaji. <laughs> cha kwanza kabisa kwa yule binti Witness, nahitaji <laughs> uvizie kipindi akiwa anakojoa, unipatie udongo mbichi ambao unamkojwa lakini kwa yule kijana chizi mwendaazimu ambaye akili yake sio nzuri, nahitaji kivuli chake, kivuli tu. Kizingire kinyakue kwa nguvu zako za kichawi ulizo nazo, alafu unipatie sawa. Sawa, sawa. sawa unaniahidi, utafanya kazi vizuri? Itafanya bila shaka Fanikisha hayo tutakuwa tumepata tumepata hatua moja kubwa sana, ambayo mimi mwenyewe nitakuwa nafurahiwa nayo eh? <laughs> naomba usiniangushe, kwa sababu si unajua akili yangu ikoje kwa yule binti. Naitambua hiyo. mm -hmm. <laughs> Misheri fanye kazi. Ivan, kwa nini unavuta sigara darasana? Ukiendelea na hiyo tabia yako hiyo, nitaenda kushtaki kwa mwalimu. <coughs> <kushitaki> mwalimu <coughs> <coughs> Serious! Ha! Sasa ngoja mimi nikamshtaki kwa mwalimu. Haiwezekani hata nakuvutia vutia bangi zake hapa darasani. Mimi kupenda chizi? Nataka mfanye vizuri kwenye mitihani sawa. Sihitaji kuona mtu anaigilizia. Fanya tumia akili yako mwenyewe. Kwa hiyo mjitahidi mfanye vizuri katika mitihani Ebotoka toka nje! Mapenzi mapenzi hayana adabu, mapenzi mapenzi hayana sababu, msijiulize amtopata jawabu, musho mjiumize na mkose swawabu. Hivi mnamuelewa huyu mwanafunzi mwenzenu? Wewe binti una akili gani wewe? Kwa hiyo umesikia kwamba hiki chumba cha mitihani ni chumba cha kuleta machizi, si ndio? Mataahira ambao hawana akili, kwa sababu amekuja moja kwa moja amekufuata wewe. Au na wewe ni chizi? Etaila mtoka haraka toka, toka! nitakupasua ubongo nitakunyonga mshenzi wewe! Mwache huyu, ndio mume wangu wa maisha yangu. Hivi kwani nakuwa mbinafsi? Kwani una mnyima haki ya elimu? Mwache apate elimu kama wewe ambavyo ulipata hiyo elimu. Wazazi wako wamekusomesha mpaka umefika hapo, unatufundisha sisi. Kwani unamnyima haki ya elimu? Yeah. Nisikilizeni, huyu naye anavuta pumzi kama mnaovuta nyie, anakula chakula mnachokula nyie, anafaa kupata elimu kama nyie mlivyopata elimu. haitaki kumnyanyapaa. Na kama mtaendelea hivi, basi mimi nitaondoka na sitarudi tena kwenye hii shule, ntaendelea kubaki na chizi wangu huko mtaani. Usifanye hivyo tafadhali, nakuomba. Huyo ni chizi sawa eh? Kama mapenzi kama unampenda, utamkuta huko huko nje sawa eh? Hebu rudi tafadhali. Nakuomba, ndio niache? Haya ndio maisha yangu niliyochagua. Hili ndio penzi la mwanafunzi na chizi.

simlemba mzuri kabisa, matozi si si, na na, hili hili hili, chizi chizi chizi. Oh, mapenzi, Mapenzi hayana adabu. Oh, mapenzi, Mapenzi hayana sababu Msichiulize amtopata jawabu mwisho amjiumize na mkose sawabu. savisilani vya nini ah, ah. mimi kumpenda chizi ah, ah. asa vichembe vya nini hata ah, ah. kama ni mwizi ah, ah. Hili ndo penzi na mwanafunzi na chizi Hili ndo penzi na mwanafunzi na chizi, hili ndo penzi na mwanafunzi na chizi, hili ndo penzi na mwanafunzi na, na chizi oh oh oh. iawaoaxi, wengine wako wapi? hamna taarifa nao? Basi mwafikishie taarifa. Kesho wanatakiwa waje na wazazi wao kila mmoja ambaye mnamwona, um, ndani hayupo. Sawa, yeah. Okay. Sawa. <mimitation> Ili uondokane na hiyo laana, inatakiwa ulale na mimi kabla jua lijazama laana